Je, kwa nini joka liligeuka kuwa jiwe la dhahabu? Ni kazi gani alipewa Juma? Na je, ni nini mwisho wa Juma na mwisho wa joka? Kaeni tusikilize hadithi hii ya kutisha. Baada ya kutoka nyumba ya wale wezi wawili, Juma alirudi nyumbani akiwa amebeba joka. Alipoingia ndani, jambo la ajabu likatokea. Joka lilianza kuongea. Juma sauti ilinong'ona, kabla sijakupa maelekezo, inabidi ni kuambie ukweli wote. Juma alisimama kimya, moyo ukimpiga kwa nguvu. Ghafla joka lilianza kubadilika. Ngozi yake ilipasuka pole pole kuanzia miguuni kuelekea juu. Juma alitetemeka, akaanguka chini kwa hofu. Usiogope Juma, sauti nzuri ya mvuto ilisema. Mbele ya macho yake joka lilibadilika kuwa mwanamke mzuri sana. Jina langu ni Jasmine. Jasmine alianza kumweleza hadithi yake ya kutisha. Miaka mia tano iliyopita nilikuwa binti wa kifalme, nilikuwa na kaka yangu mdogo. Siku moja tulikuwa tukipumzika juu ya mlima ukiangazia ufalme wa baba yangu, nikasema siku moja ufalme huu utakuwa wangu. Kaka yangu alicheka kwa dharau <laughs> mwanamke hawezi kuongoza kamwe, hiyo ndiyo mila yetu. Kwa hasira nilisimama, yeye aliuliza unienda hapi? Bila kukusudia nilimsukuma, akaanguka kwenye kolongo lile kuelekea mtoni. Kabla hatujaendelea, gonga subscribe button, tuendelee. Kaka yangu alianguka akipiga kelele Mm, utajutia! Akadumbukia ndani ya maji na kupotea. Nilirudi nyumbani nikilia, baba baba, kaka ameanguka mtoni. Baba yangu alipoteza akili, kaka yangu alikuwa kipinzi chake na mrithi wa ufalme. Wazee wa kijiji walinilani, utapotea ardhini na kuwa mwamba wa dhahabu milele. Tangu hapo nimekuwa joka kwa miaka mia tano. Jasmine alimwambia Juma, njia ni moja tu ya kumaliza laana hii. Lazima urudi kijijini kile, sasa ni pori na pango kubwa. Miaka mia tatu iliyopita mlipuko wa volkano ulikitokomeza kijiji. Kazi yako ni kuomba msamaha kwa mizimu, safari ianze kesho asubuhi. <laughs> Asubuhi ilipofika Juma alichukua panga, tochi na baiskeli yake. nitahakikisha wanakusamehe alisema. Alipoondoka, Jasmine alisema kimoyomoyo, Juma, ungekujua kitakachokukuta usingekwenda. Je, yeah, ni nini kitamkuta Juma? Gonga like button na tuendelee. Juma alipiga pedal kwa nguvu. Usiku ulipoingia, alifika njia ya kuingia porini. Aliweka baisikeli chini, akaingia msituni akikata miti na matawi, akifuata nyota ya kusini. Pori lilikuwa na ukimya wa kutisha. Ni sauti tu za bundi juu ya miti na vijidudu. Kisha macho mengi ya kutisha yakitoa mwangaza gizani. Hatimaye aliliona pango likijaa giza na macho ya mizimu. Hamda kurudi nyuma sasa, alisema akiingia ndani. Ndani aliona matunguri na mifupa ya watu, madhabahu ya kale. Moyo ulimpiga kwa hofu. Aliwasha mshumaa akaweka katikati, kati ya mifupa. Mababu, Juma alianza, nimekuja kwa niaba ya Jasmine. Mlimlaani miaka mia tano iliyopita ninaomba msamaha. Ghafla, mizimu mitatu ilitoka ikaelea hewani. Hauruhusiwi kutaja jina la Jasmine hapa, waliongea kwa pamoja. Wewe Jasmine? Ni nani umemjuaje Jasmine? Nisamehe, Juma alitetemeka. Mizimu ilisema. Jasmine hatowahi kusamehewa. Laana yake inaweza kuisha kwa njia moja tu, kuhamishiwa mtu mwingine. Juma alitambua ukweli wa kutishia: Jasmine alimdanganya, alimtuma ili abebe laana kwa niaba yake. Ghafla, Juma alianza kupaa hewani, mgongo wake uligusa kuta za pango mwili wake ukaanza kugeuka kuwa mwamba wa dhahabu. Jasmine, umenisaliti! Nitarudi! Kisha ukimya. Juma alikuwa jiwe la dhahabu pangoni mule. Mizimu ilirudi ardhini. Mbali, Jasmine alisikia sauti ya Juma. Machozi yalimtiririka, lakini alikuwa huru. Laana ilihamia Juma na Jasmine, baada ya miaka 500 hatimaye alikuwa binadamu tena. Kutengeneza hadithi hizi inachukua muda na rasilimali. Naomba like yako na subscribe to share na rafiki na ndugu zako. Asante sana kwa kutazama.